Kukua kwa neema ni mtu anaonekana ndani yake. Kadri unavyokuwa kwa neema, uvumilivu wa mtu unaongezeka, unyenyekevu wa mtu unaongezeka. Hapo maanake unakua, kuongezeka kwa neema ni matokeo ya nje, ni, ni viwango. Hiki kiwango cha kukua kwa neema ni kukua kwa neema ndani yako, kinashughulika na ndani yako, kiwango cha uvumilivu kwako kinaongezeka kwa kwa kwa, kiwango cha unyenyekevu kwako kinaongezeka kwa kwa, kiwango cha utii kwako kinaongezeka kwa, kiwango cha upayikawa kwako kwa kinaongezeka kiwango cha kuenenda kama Mungu anavyotaka kinaongezeka, ila hicho kinakupeleka kwenye kiwango kingine cha nne ambacho ni kuongezeka katika neema. Sasa kuongezeka kwa, kwa neema kunahudhirika kwa namna ambavyo nje. Sasa fursa zinaongezeka, matokeo yanaongezeka, unachogusa kinaenda, unapokanyaga unapata kibali, upendeleo vinajifunua, unashangaa tu vitu vinasogea kirahisi. Kukua kwa neema kunadhirika kama matokeo ya maendeleo ya mtu kiroho ndani ya mtu hiyo ni kukua katika neema. Ni matendo ya kiroho yanaingia ndani, mabadiliko ya kitabia, ya kiufahamu, ya mienendo ya mtu, ya hekima ya mtu yanaonekana. Hiyo ni hatua ya kukua katika neema. Neema inakukuza kukufikisha hapo kwamba tabia za mtu, mienendo ya mtu, hekima ya mtu, maisha yake ya ndani, unyenyekevu wake, utiifu wake, uvumilivu wake vinaonekana. Lakini unapoenda kwenye kiwango cha kuongezeka ni kitu kingine ndio maana Petro wa Pili anasema lakini, kweni katika neema na katika kumjua Mungu Bwana wetu na mwokozi Yesu Kristo, kwa sababu unapozidi kumjua Mungu unazidi kufanana na yeye. Kuzidi kufanana naye maana nini? Tabia za kimungu zinakuwa zinaonekana mm -hmm. kwenye maisha ya mtu. Lakini unapoenda kwenye kuongezeka, Yohana moja kumi na sita unasemaje? Kwa kuwa katika utimilifu utimilifu wake wake sisi sote sote tulipokea na neema neema juu ya neema. Kwa kuwa katika utimilifu wake, sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Sasa hii hapa haiji bila hii ya kukua kuutangulia, utangulia kwa sababu katika utimilifu wake, hii ya kukua inakusaidia tufanane na Kristo, tuwe kama Mungu, zile tabia za kimungu zijengike ndani yetu, tunda la Roho lidhihirike. Sasa sana wa Galatia sura ya 5 anapongea tunda la Roho, hii kukua katika neema kuna kupa matokeo ya tunda la Roho ndani ya mtu. Sasa ukishakamilika na kutimilika, hapo inakuleta kwenye kukuongezeka, ndio inasema kwamba katika utimilifu wake, sisi sote tunapokea neema juu ya neema make, kuna neema inaongezeka. Ni neema juu ya neema, ilikuwepo neema hiyo ya kukua, tunaongezewa neema hiyo ya kuongezeka. Petro wa pili moja mbili nasemaje? Neema iwe kwenu na amani iongezwe. Ukisoma hiyo sentensi, ni kama vile anaongea amani ndio iongezwe, ila ukienda kwenye ilipotoka kusema neema iwe kwenu na neema na amani ziongezwe, sio iongezwe. Zote zinaongezwa kwa make, neema inaongezeka. Ndio maana huko kwenye Yohana anasema neema juu ya neema.